Balozi wa zamani wa Afrika Kusini nchini Marekani, Ibrahim Rasul, amesema kuwa ubaguzi wa rangi ndani ya utawala wa Rais Donald Trump ni dhahiri, baada ya kutimuliwa kutoka Marekani wiki iliyopita. Rasul mwenye umri wa miaka sitini na miwili alifukuzwa nchini humo baada ya waziri wa mambo ya nje Marco Rubio kumuita mwanasiasa anayechochea migawanyiko ya kikabila na anayeichukia Marekani. Hii ilikuja baada ya Rasul kumtuhumu Trump kwa kukuza dhana ya wahanga weupe wa kwa njia ya kuchochea siasa za mgawanyiko. Akizungumza na kipindi cha news hour cha BBC, Rasul amesema nadhani ni jambo lililowazi, halihitaji mtu kuitwa kwa jina. Alieleza kuwa kampeni za Trump za kuwafukuza wahamiaji na kuwanyang'anywa wanafunzi waliounga mkono maandamano ya Palestina visa zao ni za kibaguzi. Aliongeza kuwa utawala huo unachochea jamii za mrengo wa kulia kwa makusudi. Rasul ambaye alipokelewa kwa shangwe aliporejea Afrika Kusini alisema hana majuto yoyote kuhusu matamshi yake. Diplomasia siyo kumsifia mwenyeji wako ili akupende, alisema. Tumevumilia uongo wa mauaji halaiki ya weupe, tukakaa kimya, wakati misaada inakatwa mpaka unafika ukingoni. Mahusiano kati ya Marekani na Afrika Kusini yamezorota sana tangu Trump arudi madarakani Januari. Rais huyo amekosoa vikali sera za mageuzi ya ardhi za Afrika Kusini na kusimamisha misaada yote. Trump pia ametoa hifadhi ya ukimbizi kwa Waafrika wa asili ya kizungu akidai wananyanyaswa, madai ambayo Rasul ameyakanusha vikali. Rasul pia ametetea uamuzi wa Afrika Kusini kufungua kesi ya mauaji ya halaiki dhidi ya Israel katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ, jambo ambalo limechochea mvutano zaidi kati ya Pretoria na Washington. Licha ke ya kufukuzwa kwake, Rasul amesema anaamini alifanya jambo sahihi, akisisitiza kuwa heshima ya Afrika Kusini ni muhimu. Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki. Sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 0746 813 813.